pwani ni kwamba gavana wa Kwale Fatuma Achani ametoa mbuzi 144 kwa kikundi cha wakunga eneo la Tsimba Golini, eneo bunge la Matuga. Kikundi cha walezi wa mimba hutumika kuwaelekeza kinamama mama wajawazito kujifungua katika vituo vya afya kaunti ya Kwale. Kufikia sasa serikali ya kaunti ya Kwale imetoa zaidi ya mbuzi 1500 za gala katika kipindi cha miezi ama miaka miwili kupitia mradi unaofadhiliwa na benki ya Dunia wakem. Tutapeana mbuzi mia moja arobaini na nne kwa kundi la <laughs> walezi wa mimba, tutapeana hizo mbuzi mia moja arobaini na nne vile vilevile, pia tutapeana pipi hizi ambazo zitaisaidia wakulima na tupeane pia farm inputs ambayo tutapeana pia hizi masprayer na kuna madawa pia ambayo tutapeana na hapa na, na pia tutaweza kupeana pia, pia, pia vaccines na hizo na na na madawa. Kwa hivyo siku hii ya leo ni mkutano mfupi tu wa kuweza kuwakabidhi wakulima mbuzi ili kazi iweze kuendelea kule Mwanyumbani. Tuna furaha kubwa sana. Tunafurahi kama wamama walezi wa mimba. Siku ya leo tumekuwa tukisubiri kwa miaka minne, lakini leo tumeiona siku imefanyika, kupitia kwa mama yetu mama. Hongera na Mungu akubariki.